Digidigi digi ni mnyama mdogo wa porini anayepatikana zaidi katika maeneo ya misitu, vichaka na savana barani Afrika, hasa Afrika Mashariki. Mnyama huyu ni sehemu ya familia ya wa wanyama waitwa tragule, ambao mara nyingi hujulikana pia kama mouse deer kwa Kiingereza. Ingawa jina lake linaweza kumchanganya mtu na panya au swala mdogo, digidigi digi ni spishi tofauti zenye sifa za kipekee. Digidigi digi ni mdogo kwa ukubwa akilinganishwa na swala au paa. kwa kawaida hufikia urefu wa sentimita 50 hadi 70 na uzito kati ya kilo tatu hadi sita. rangi ya mwili wake ni ya kahawia au kijivu na ana miguu miembamba lakini yenye nguvu, ana macho makubwa ambayo humsaidia kuona vyema usiku na masikio makubwa ya kuweza kusikia sauti kwa umbali mrefu. Digidigi hupatikana sana Afrika Mashariki, nchini Tanzania, Kenya na Ethiopia. Huchagua maeneo yenye uoto wa kati ya vichaka virefu vinavyoweza kumpa maficho dhidi ya wanyama wanaomuwinda. Mara nyingi hukaa karibu na misitu yenye miiba au maeneo yenye vichaka vikubwa. Digidigi ni mnyama anayependa utulivu na anatembea ya peke yake au wawili wawili hasa dume au jike walioungana kwa maisha yote. Ni mnyama mwenye tabia za kujitunza sana na anajulikana kwa tabia yake ya kutengeneza njia au barabara ndogo ndani ya vichaka anapopita. Ni mnyama wa usiku na pia wa asubuhi na jioni. Hupumzika sana mchana kwenye maficho. Digidigi digi ni mla majani, hula majani laini, maua, matunda madogo na matawi. Hana haja ya kunywa maji kila siku kwani hupata maji kutoka kwenye vyakula anavyokula. Digidigi huzaliana mara moja kwa mwaka na kwa kawaida jike huzalisha mtoto mmoja. Kipindi cha ujauzito ni takriban miezi mitano. Mtoto wa digidigi huzaliwa digi akiwa tayari anaweza kusimama baada ya muda mfupi, na huanza kula majani akiwa bado mchanga. Digidigi digi ni sehemu ya mnyororo wa chakula na huchangia kusambaza mbegu kupitia kinyesi chake. Aidha, husaidia kudhibiti ukuaji wa mimea na hutoa chakula kwa wanyama wanaowawinda kama vile fisi, chui na nyoka wakubwa. Ingawa digidigi digi si mnyama aliye hatarini sana kwa sasa, bado anakumbwa na tishio la kupoteza makazi kutokana na uharibifu wa mazingira, uvunaji wa kuni na ukataji wa miti hovyo. Aidha, baadhi ya jamii huwawinda kwa ajili ya nyama au ngozi, na ipo haja ya kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kuhifadhi wanyama hawa na mazingira yao ili waendelee kuwepo kwa vizazi vijavyo. digidigi digi ni mnyama wa kipekee mwenye mchango mkubwa katika mfumo wa ikolojia. Uwepo wake ni ishara ya mazingira yenye afya. Kwa kuwalinda digidigi, tunalinda pia urithi wa asili na kuhakikisha kuwa vizazi vijavyo vinawafahamu wanyama hawa wa ajabu. Na hii ni dira ndani ya hifadhi na editaobi.